Rafiki yangu mpendwa, naja kwako siku nyingi, wanipokea kwa uzuri siku zote. Wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho wako sawa, waniombea Mungu moyoni mwangu najuwa nina rafiki huyu wakweli, hakuna yule ambaye atakuja kati yetu. Wakati sina wanipa nitakacho usiti nisemacho kwako sawa, waniombea Mungu. Oh, kuna watu. Umetoka kumsikiliza Nyota Ndogo kutoka 254 Kenya, Kenya akikwambia kuna watu na viatu, wimbo ambao unatufungulia episodi yetu ya 38 ya Wanangu Podcast. I am your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Nakukaribisha sana sana sana katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Without further ado, uh, topic ya leo inaendana sana na wimbo ambao umetoka kusikiliza, kwa sababu tunazungumzia chuki ndani ya urafiki. Naweza ukajiuliza nimepata hapi idea hiyo, lakini kama ambavyo siku zote mara nyingi idea zangu zinatoka kwenye vitabu, na nimetoka kumaliza kusoma kitabu ambacho kinafahamika kama My Name is Michael Sibley kilichoandikwa na bwana Bingham, au sio? Kwa hiyo ni kitabu ambacho huyu author ni kutoka Uingereza, ambacho kinahusu marafiki, uh, watu ambao wamekuwa pamoja, yaani walikuwa ni marafiki watatu, wameenda shule, uh, walikuwa wanasoma shule moja, marafiki wa kushibana kabisa, ambao kila kitu wanafanya pamoja. Kwa hiyo uh, Michael Sibley alikuwa ni mmoja kati yao marafiki watatu na rafiki mwingine alikuwa anaitwa Proset na rafiki mwingine alikuwa anaitwa David. Sasa katika urafiki wao watu watatu walikuwa wanafanya kila kitu pamoja kama nilivyosema. Lakini wao wawili kati ya David na na, na Proset wao walikuwa kama wako level moja. Ah, uh, huyu Michael Sibley walikuwa wanamuona kidogo kama yani kama the weakest link kwenye group, si ndio? Yaani kama ni mtu fulani ambaye ah labda kimuonekano uh, labda yaani kuna vitu ana miss ukilinganisha na, na wao. Kwa hiyo wao walikuwa wanaelewana vizuri na hata hawataniani sana, lakini wakitaka kutania, labda kufanya masiara mbele ya watu na nini, wanamtania Michael Sibley ye. Michael Sibley ndio anasimulia story yote kutoka kwenye mtazamo wake, au sio? Kwa hiyo yeye uh, ndo anadai hivyo kwamba hao marafiki zake walikuwa kama wanamchukulia poa hivi, japokuwa watu wengine wa nje walikuwa hawajui kama kuna kitu kama hicho, lakini yeye ndani alikuwa anaona kabisa hicho kitu na ana experience. Na katika hao wawili mtu ambaye alikuwa anamuonea zaidi ni Proset, maana yule Proset ndiye alikuwa anamuonea zaidi Michael Sibley. Kwa hiyo wakiwa kama wanakula labda hivi au wanafanya kitu fulani, na kuna watu wengine, wanafunzi wengine wako pembeni, kwa hiyo Proset ata, lazima atamtania sana huyu Michael Sibley, atamtania, atamuona ajifanyie huko wiki atamchallenge, hata kama kitu kipo wazi kabisa uh, kwamba kiko hivi, lakini atamchallenge mradi tu aonyeshe uh, jinsi gani yeye alivyokuwa yuko vizuri upstairs na aonyeshe jinsi gani kwamba um, Michael Sibley alivyokuwa loser. Sawa, kwa hiyo story ndio imebase kwenye urafiki huo, lakini sasa hicho kitu ndio kilipelekea huyu Michael Sibley, japokuwa uh, Proset alikuwa ni rafiki yake na David, akaanza kumchukia huyu Proset taratibu tangu yako shule, anamchukia taratibu, hawezi kumwambia, lakini kila kitu anaact kama kipo sawa. Kwa hiyo muda unaenda unaenda unaenda mpaka wenzake wakamaliza, walikuwa wamempita darasa moja, wakamaliza, akabakia yeye Posey pale shule. Kwa hiyo walivyoondoka akawa yuko free sasa, akatafuta rafiki mwingine, akawa yuko naye, akahisi kabisa maisha yako vizuri kabisa, kutokana na ukweli kwamba Posey alikuwa ameshamaliza shule mpaka walivyomaliza shule wakaenda huko mpaka wakapata kazi na nini, lakini bado ana ile chuki fulani na na yule Poset. Na yule Poset alikuwa anamwandikia barua uh, every now and then anamwandikia barua rafiki yake uh, Michael Sibley. Michael Sibley uh, anataka asijibu, lakini anaona ah, uh, jamani, sipojibu labda anaona niko wiki au vipi? Kwa hiyo anajibu. Anajibu uh, Poset anajua, basi rafiki yangu bado yuko naye fresh. Basi inaenda inaenda mpaka wamekuwa watu wazima kabisa, wamefanya kazi, wana experience, lakini chuki bado, uh, wana lakini ile chuki alikuwa bado, uh, Bwana Michael Sibley bado yuko nayo. Sasa ikatokea kwamba a uh, yule Proset akafa, akafa ghafla, nyumbani kwake akafa na ikawa ametengenezwa mazingira fulani kwamba amejiua yeye mwenyewe japokuwa kutokana na uchunguzi wa polisi na ukaonyesha kwamba inaonekana ile sio suicide, yani inaonekana kwamba kuna mtu alimuua alafu akatengeneza mazingira kama jamaa amejiua mwenyewe. Sasa uh, evidence nyingi sana zilikuwa zinampoint bwana uh, Michael Sibley kwamba yeye ndo ameua umeona, japokuwa yeye tangu mwanzo wa kitabu, kwa sababu kama nilivyokuambia, yeye ndo anasimulia hiyo hadithi tangu mwanzo wa kitabu, anakataa kabisa kwamba hakuhusika na mauaji, japokuwa anakiri kwamba uh, alikuwa anamchukia huyo jamaa. Kwa hiyo sasa bufla, ni kitabu fulani hivi ambacho mwisho wa siku kweli jamaa mpaka anaenda anapelekwa mahakamani na kweli ushahidi mwingi unaonyesha kwamba yeye anaweza kawa na usika, lakini mwisho wa siku anashinda kesi na story inakuwa imeisha, lakini haijulikani ya, ya, aliyemuua ni nani, aliyemuua profesa ni nani. Lakini hiyo sio point. Point kubwa ni kwamba the fact kwamba unaweza kawa una rafiki ambaye unamchukia ndio kitu ambacho nataka kuzungumzia leo kwamba Aa, na baada ya kusoma hiki kitabu nilikuwa naongea na watu tofauti tofauti kujaribu kukolekti mawazo yao kwamba, je, wanahisi kwamba kitu kama hichi kinawezekana? Je, unaweza ukawa una na rafiki ambaye ndani kabisa ya moyo wako humpendi, lakini pengine kwa sababu ambazo wewe mwenyewe unazijua, unashindwa kuuvunja ule urafiki uliokuwa nao kati yako wewe na yeye, kwa sababu ambazo wewe peke yako unaweza kuzielezea, kama kwenye hiki kitabu. Michael Sibley anakuelezea kabisa kwa, kwa nini anamchukia Proset japokuwa ni rafiki yake, na kwa maelezo ambayo anayatoa inafika kipindi unaelewa kabisa kwamba okay, this makes sense, japokuwa sikuwahi kufikiria kama marafiki wanaweza kuwa wanachukiana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo. Je, e unahisi kwamba ni kitu ambacho kinawezekana kwenye maisha yetu ya kila siku? Kwa baadhi ya watu ambao nimeongea nao wamekubaliana na mimi kwamba ni kitu ambacho kinawezekana na ni kitu ambacho kipo, kwa hiyo tutaangazia swala hilo. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada. Kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania. Ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule, lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711808 namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp ujipatie kitabu chako leo, unasikiliza Wanangu Podcast. Na tumerudi uh, nashukuru sana kwa kuweza kuwa na sisi mpaka sasa. Sasa hivi shout out to you kwa kusikiliza Wanangu Podcast. Uh, nikipenda kwanza kwa kusema uh, nafikiri kuna hisia ambazo kama binadamu mara nyingi huwa tunajit, tunajitahidi sana kuzikataa, lakini zipo. Kwa mfano wivu ni hisia ambayo iko valid kabisa ipo unaweza ukaona wivu kwa mwenzio akifanya kitu fulani au akipata kitu fulani lakini as long as una control ya huo wivu nafikiri ni kitu cha kawaida kama baada ya muda fulani ukajistukia mwenyewe kwamba mbona kama namuonea wivu mwana au kama namuonea wivu jamaa uh na ukajicontrol mwenyewe na ukasawazisha mambo mengine akaendelea I think that's normal. Lakini inapokuja kwamba unaanza ku-act kwenye ule wivu, hapo ndo shida inapokuja, inapokuja kwa upande wangu, au kama wewe wivu ukaenda mpaka ukageuka kuwa chuki, nafikiri hapo ndivyo shida inakuja, kwa sababu hisia kama hisia ya wivu, kila mtu anataka kufanikiwa, kila mtu anataka kufanya vizuri, kila mtu ana, na wakati mwingine wivu unaweza kawa sio mbaya, yani sio kwa nia mbaya, yani kwamba kama kuna mtu kafanya kitu fulani na wewe una wish ungekuwa kwenye ile position ya kufanya kitu hicho lakini baadaye ukijistukia kama nilivyosema ni vizuri ukasawazisha ka, na ukurudi kwenye hali ya kawaida. Nafikiri hicho ni kitu cha kawaida japokuwa mara nyingi kama binadamu wote tunajitahidi sana kukataa kwamba okay, sina wivu au sija hisia kama hizo, tunajitahidi kidogo kuzikataa especially tunapokuwa mbele ya watu. Kwa hiyo, kwa namna moja au nyingine hicho naweza nikakielewa, lakini inapokuja kwenye chuki wamba umepitiliza mpaka mekuja kwenye levo ya chuki kwamba unamchukia mtu ambaye ni rafiki yako, nafikiri hapo kidogo ndo utata unapokuja na maana hata mimi mwenyewe nime, nimeweka hii katika namna ya swali zaidi zaidi, kwamba unafikiri ni kitu ambacho kinawezekana au umewahi ku kitu kama hicho, na usisite ku pale kwenye chanel yetu ya Wanangu ambayo inapatikana kwenye Telegram, utuambie experience yako wewe ni ipi, kama ushawahi ku experience kitu kama hicho, na zipi zinaweza kuwa ni sababu ambazo zinaweza zikasababisha mtu kumchukia rafiki yake? Nitafurahi sana kama utaacha comment yako pale na ukatueleza experience yako. Sasa tukirudi kwenye kitabu kile, unajua mara nyingi kama ishu ambayo nimeizungumzia ya wivu na nini, inakuwa mara nyingi anayeonewa wivu ni yule ambaye amefanya vizuri au amefanikiwa katika maisha, si ndio? sasa huyu huyu bwana um, huyu bwana Michael Sibley ambaye ndo anasimulia histori kwenye kitabu, yeye kama nilivyosema kwa shule, labda kwenye michezo na nini, alikuwa hafanyi vizuri sana, lakini baadaye alipokuja kupata kazi, akaja kupata kazi nzuri tu, alikuwa ni mwandishi wa habari, akawa anaingiza hela nzuri tu, na akawa anaandika vitabu kwa pembeni, anauza kwa hiyo ana anasaidia haso zake na nini kwa hiyo yani, financially alikuwa vizuri, na kuna kipindi walivyokuja kukutana na yule jamaa yake ambaye alikuwa anamtesa kisaikolojia. Kwa hiyo bwana Poset alikaja kugundua kabisa kwamba yeye anafanya vizuri kimaisha, yani ana hela uh, kuliko yule rafiki yake ambaye alikuwa anamtesa akiwa shule, anamtesa kisaikolojia makiwa rafiki. Inawezekana pengine alikuwa hajui kama anamtesa. Kwa hiyo swala la uivu likabakia, sio kwa sababu labda e alikuwa kwenye nafasi nzuri kimaisha. Hapana, ile chuki yake, ule uivu wake uh, ilikuwa bado ipo hata pale alipokuwa yeye anafanya vizuri kwenye maisha kuliko yule rafiki yake ambaye anamchukia tangu anaanza anasoma. Kwa hiyo ni uivu ambao ni chuki ambayo ilikuwepo, uh, licha ya kwamba yeye alikuwa anafanya vizuri, yeye alikuwa kwenye position nzuri kimaisha, lakini bado ilikuwepo ile chuki, na mpaka anakuja kufa, mpaka anapata hiyo stori kwamba rafiki yake amekufa ghafla, bado alikuwa anamchukia yani, bado kuna zile sentensi anazisema kwamba ah, huyu jamaa amenitesa na vitu kama hivyo, lakini bado alikuwa anamchukia. Kwa hiyo hiyo ni, ni level of course, hiki kitabu ni, ni fiction na uh, ni story za, za kubuni, lakini hiyo level ya chuki, je, inaweza kafikiwa kwa kwa mtu ambaye ni rafiki yako kabisa kwenye maisha ya kawaida, maisha ya kila siku? Unahisi kuna watu ambao wanaishi na, na, na hisia kama hizo, uh, uh, hata ukiingia kwenye social media na nini, watu fake friends, marafiki, um, fake, ipo. Na watu wengi wanaandika kitabu ambayo tunaisimulia yani kwamba mtu anaweza kukuchukia kwa levo hiyo na bado akapretend kuwa rafiki yako ah, uh, hilo haya ndio maswali ambayo yanapita wa kichwani kwangu, na ningependa kama mtachangia mta, mta, mta kwenye hii mada, kwa sababu ni kweli nataka kujua ni namna gani watu wanafikiria kuhusiana na hiki kitu ambacho kilikuja kuwa ndio the last straw kwenye hii story. Ni uh, unajua Michael Sibley alikuwa na na fiance ana mchumba wake ambaye anaitwa Kate ambaye alikuwa na mpango wa kuoana. Sasa kwa sababu walikuwa wanaishi pa kwenye jiji moja kati ya yani wote I mean Michael Sibley, huyo Kate pamoja na Prosset um, walikuwa wanakutana sometimes. Sasa katika pita Peter pita siku moja bwana Michael Sibley naye akataka kupita na na mchumba wa nani wa Michael Sibley, mtu ambaye alikuwa anamchukia ever since wako shule. Kwa hiyo Michael Sibley akapata nafasi sasa ya ku, ku, ku validate ile chuki yake ambayo alikuwa nayo miaka yote. Kwa hiyo akaenda kumconfront um, Bwana Proset, na alienda kwa lengo la kumuua kabisa, lakini according to him hakufanya hivyo, hakumuua, akaondoka zake. Na hiyo ilikuwa ni siku moja kabla ya siku ambayo Bwana Proset alikuja kukutwa nyumbani kwake kafariki. Na ndio maana nilikwambia mwanzo mwanzoni kwamba evidence nyingi sana zilionyesha kwamba Bwana Michael Sibley pengine alikuwa anahusika kwenye hicho kifo, japokuwa yeye alikuwa amekataa mpaka mwisho na mpaka mahakamani amekataa licha ya evidence nyingi kuonyesha kwamba yeye anaweza kuwa anahusika. Na ni kweli anakiri kwamba alienda kwa lengo la kumuua lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo kitu ambacho nimekichukua kutoka kwenye hiki kitabu, japokuwa sometimes nafikiria, japokuwa mwandishi kuandika hivyo, lakini je, mbona jamaa anaonekana kama alikuwa na kila nia ya kwenda kumuua rafiki yake? Lakini ambacho uh, nime notice ni kwamba Michael Sibley yeye mwenyewe pia hakuwa perfect. Ukiangalia namna ambavyo ana interact na watu wengine kwenye kitabu, ha, haikuwa kwamba yeye ndo kwamba alikuwa na moyo mzuri sana. Sababu na yeye pia ana treat watu wengine vibaya sometimes, yaani na yeye ana zile fault zake, yani ambazo pengine yeye hajui kama yuko nazo, lakini the way anavyo describe watu wengine, the way anavyoongea nao, ana ile kudogosha watu Eh, sometimes kujiona kwamba yuko kwenye level fulani na hawa watu wengine hawapo kwenye hiyo level, kitu ambacho ndo the same thing anam anam accuse kwamba, uh, yule rafiki yake professor alikuwa anamfanyia yeye. Kwa hiyo kwenye urafiki sometimes unafikiri, in conclusion, itakuwa vizuri kama tukijiangalia sisi wenyewe pia kabla tujalalamika kwamba rafiki zetu wanatututi vibaya au, um, wanafanyaje pengine sometimes inaweza kawa ni kwenye tofauti pia at the same time hauko perfect. Kuna vitu ambavyo wewe unawafanyia au wana experience kutoka kwako, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko perfect, ambavyo na wewe wanavivumilia tu. E, kwa hiyo kama kama ni urafiki wa kweli na mmeamua kuwekana wazi, pengine solution hiyo kuongea, kudiscuss vile vitu ambavyo unahisi mwenzio anafanya tofauti ili kuepusha kufika kwenye level ya kwanza kuchukiana na, na unajua mtu wako wa karibu akikuchukia ni hatari zaidi. Ndio kikulacho kinguoni mwako, si ndio? Kwa hiyo kitu ambacho kipo nguoni mwako ni rahisi kukudhuru zaidi kuliko kitu ambacho kipo mbali, si ndio? Kwa hiyo katika topic hii sina sana mawaidha. Lakini sana sana nataka kusikia kutoka kwenu. Je, nyie mna mna mtazamo gani kuhusiana na hili swala na je lina apply vipi kwenye maisha yetu ya kila siku? Kwa sababu nadhani kama kuna mtu ambaye hana rafiki, hata kama una marafiki wengi, una marafiki wachache ambao pengine una unawachukulia kwa namna fulani, je una unahisi una, una, una ni kitu ambacho kinaweza kuwa kiko real? Unahisi ni kitu ambacho kinaweza kuwa kipo kwenye jamii kabisa? Kwa hiyo na I hope nitasikia kutoka kwenu, na ningeomba mchangie kwenye kwenye chaneli yetu ya Wanangu Podcast ambayo yuko Telegram au sio? So mpaka kufikia hapo, tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya 38 ya Wanangu Podcast ambayo inazungumzia mambo ya chuki ndani ya urafiki. Till next time, I'm your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Peace. Angalia, mwako usoni umejisononesha, ukaanza kusonya ukirusha mikono, sura umeikunja, kumbe ukufurahi mafanikio yangu, ilikuwa tia mimi kuja kukueleza, ukaanza kusonya irusha mikono sura umeikunja, kumbe ukufurahi mafanikio yangu. Nilikuwa tia mimi kuja kukueleza, mtu wa kwanza mimi kumfikiria niwe rafiki yangu.